Naitwa David Mgunda, ni afisa mazingira manispaa ya Ilemela na pia ndiye mratibu wa nishati safi ngazi ya wilaya ya Ilemela. Kwa kipindi hiki tupo katika wiki ya maadhimisho ya siku ya mazingira duniani ambayo ni tarehe tano mwezi wa sita kwa kila mwaka, na mwaka huu taifa itafanyika mkoani Dodoma. Wilaya kama Ilemela tunafanya shughuli mbalimbali kuelekea siku hiyo ambapo moja ya shughuli kubwa tunayoifanya kwa wiki hii ni kuendelea kuhamasisha matumizi ya nishati safi katika taasisi mbalimbali za umma na binafsi. Kama halmashauri tunaendelea kuunga mkono juhudi za Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika kuhamia matumizi ya nishati safi katika taasisi mbalimbali za umma na binafsi ambapo hadi sasa jumla ya taasisi zipatazo 11 zimeweza kuhamia katika matumizi ya nishati safi ya kupitia. Kati ya hizo kumi na moja, taasisi zipatazo tano ni taasisi za serikali. Kwa hiyo tunaendelea kushukuru halmashauri al al al ya serikali kwa ujumla na yenyewe kuweza kuendelea kutia mkono wake kusaidia hizo taasisi mbalimbali ziweze kuhama, sambamba na kushukuru taasisi mbalimbali za binafsi zilizoweza kuweza kukubaliana na sera hiyo na kuweza kuhamia matumizi ya nishati safi pia. Tunashukuru mashirika mbalimbali mbali ya binafsi yanayoendelea kuungana na serikali kupitia halmashauri yetu ya Ilemela kuweza ku kuendelea kusaidia kutoa hamasa na michango yao mbalimbali mbali kwa taasisi mbalimbali zikiwepo mbali za umma na binafsi pamoja na masoko yale ya serikali ili waweze wote kuhamia katika matumizi ya nishati safi ya kupikia. Mwisho, naomba nitoe rai kwa taasisi zote za umma na binafsi zile zinazopika chakula kwa watu zaidi ya mia moja kwa mkupuo kuhakikisha zinahamia katika matumizi ya nishati safi kama sera au agizo la serikali lilivyotolewa kuwa mwisho ilikuwa tarehe thelathini na moja mwezi wa kwanza mwaka huu elfu mbili na ishirini na tano Kila taasisi yenye watu zaidi ya 100 iliache mara moja kupitia mkaa pamoja na kuni, na tuhamie katika matumizi ya nishati safi ya kupitia ambayo inaweza ikawa gesi, umeme au kuni mbadala. Asante sana. Shule imeanzishwa mwaka elfu mbili na kumi na tatu na shule ilivyoanzishwa ukote kutumia nishati ya kumi na nishati yote, kusema ukweli, haikuwa nishati rafiki, ilikuwa ikiharibia tena mazingira hasa mazingira ya, ya jikoni. Mwaka 2015 nilijaribu kidogo kubadilisha kutoka kwenye kuni kwenda kwenye, kwenye bricks lakini pia hatukufanikiwa sana eh, kuboresha kuboresha eh, matumizi ya nishati sasa mwaka elfu mbili na kumi na tisa, serikali ilivyosema tuhame kutoka kwenye nishati chafu kwenda kwenye nishati safi, shule yetu ya Max Boys ijitahidi sana kufuata maelekezo ya. Kwa kweli ni nishati ambayo imetusaidia sana kuboresha mazingira yetu na kuboresha mazingira ya wafanyakazi jikoni. Wanafurahia e, matumizi ya nishati safi na ninachoomba nitoe rai kwa taasisi zingine za binafsi na zisizo za binafsi, waweze pia kuingia katika nishati safi kwa sababu sio bei be yake, na serikali yetu kwa kweli imeweka mazingira safi mazingira rafiki ya kuweza ya kutumia nishati hii. Asanteni sana. Naitwa Frida John, ni kitchen coordinator shule ya Marist Boys. Kwa kweli kuni zilikuwa ni changamoto sana Muda wa kupumzika ulikuwa haupo. Afya zetu kiukweli tulikuwa tumeziweka rehani, lakini tunashukuru sana mpango wa serikali kutuletea nishati safi. Kwa kweli gesi imetupeleka mahali pazuri, jiko limekuwa safi, muda wa kazi ni mchache, tunapata muda wa kupumzika, ni salama, mazingira yanakaa safi. Kwa kweli tunaishukuru sana serikali kwa kutuletea nishati safi ya gesi. Asante sana.